Nimkaribishe Ali Bakari, wengi wanatambua kwa jina la Ali Mufti, maeneo yanayokaa na maeneo mengi yanayofanyia kazi. Karibu sana Ali Bakari, zungumza nasi kuhusiana na kile ambacho umekikusanya kiatu chako. Nishawai kukuambia hicho kiatu kirudi nyumbani usiku wezi kunyata. Wakati naingia ndani, kwanza nikuambie tu, Mangasori, unaona hichi kiatu hichi, yeah hata nirudi awasikii <laughs> <laughs> Rudi saa ngapi? Mimi simerudi saa mbili, kumbe nimerudi saa sita au saa tisa za usiku. Umenitambulisha vyema kabisa kwamba yeah, Ally Bakari yes, um. maeneo unayokaa nakutambua kama Ali Mufti Mufti. Yes. na eneo unayofanyia kazi. Fanyia kazi. Yeah. Mm. Sahihi kabisa. Wewe utafika mbali. Yeah. Mufti yuko wapi? Yes. Mm. Mm. Mm. Ni kweli ni kweli. Mimi wakati, wakati nipo shule nikiita Mangasole unaweza ukatafuta usinipate. mm. yeah. mm. aina ya majina yako watu wengi wanayafichaga kipindi mm. wako shule, hapana walinipatia jina ambalo wenyewe waliona wali kwamba mm. staili niko ni jina mp. la upekee sana Mangasole. <laughs> sijui kam kolongo. Ni aina ya majina ambayo watu wanayaficha sana, majina majina unique unique kipindi kile tuko shule shule. Siwezi kuficha jina unique, kaangalie watafute Mangasole labda, labda ka, ma... wako ngapi hapa nchini? Wako wawili, kuna mdogo wangu pia mmoja ambaye, kwa hiyo ni wawili tu mie ambao nawajua mm. Simbali, kwa, ni, kwa, mfano kwa, najivunia mimi kwa ali, mm. ali karibu sana Asante sana mm. Mangasole Edward uh, pamoja mm. nawe wapo hapo kina Adrian James na Sherif Bayona na, mm. na huu ndio wa wakati wa, wa, kwenda moja kwa moja katika kuangazia zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii, na twende moja kwa moja tuone kitu gani ambacho kipo huko. Tutaanza na ukurasa wa Azam TV Sports ambako uh, yes, hiyo hapo Azam TV Sports. Ambako, uh, yes, hiyo hapo Azam TV Sports. Uh, tumekuwekea uh, tangazo ama promotion ya uh, dabi ya Kariakoo inarejea tena, lakini katika mtindo wa tofauti kidogo. Huko ni kwa upande wa wanawake ama uh, ligi kuu ya wanawake. Tunasema Jumanne hii, kwa maana ya kesho, tarehe kumi na nane, katika dimba la KMC Complex itapigwa Kariakoo dabi, Simba Queens wanawaalika Young Africans uh, young, young uh, Princess Mechi hii itapigwa uh, kuanzia majira ya saa kumi jioni na kuruka mbashara ama live kupitia Azam Sports One HD, lakini uh, kauli mbiu huko tunasema huku uh, kumenyoka huko eh uh, huku kumenyoka hapa Simba Queens zindoko nyumbani, na Simba Queens zindoko nyumbani yes ndio, lakini huku. Kwa hiyo kwa hiyo Yanga Princess ndo atakuja kufanya mazoezi. Eh, mazoezi leo eh. Leo jioni yeah, yeah. Mabasi lao yeah. Au mabasi <laughs> <laughs> mabasi yao kama yatakuwa mengi, au na basi lao kama <laughs> itakuwa moja <laughs> <laughs> tena. Huyo anasema eh, huko hamna kipengele kwa <laughs> nini? Huko unadhani hamna kipengele, au huko kumenyoka? Umeona, ushaona dalili kwamba, sawa yes, ambao ni wageni Yanga, Yanga Princess. mm. Ee, bana, nimekuletea picha hii Mangasole Edward na mtazamaji wa viwanjani katika kipindi hiki cha uh, zilizobamba. Hawa ni wachezaji wa Yanga Princes ambapo jana kulikuwa kuna iftar maalum iliandaliwa uh, kwa ajili yao, lakini pia kuwapongeza baada ya kuchukua kombe la Samia uh, Super Cup, kule uh, Arusha eh? Mashallah. Yes. mm -hmm. Lakini kizuri katika hizi picha umezoea kuwaona katika mavazi yale ya kimichezo zaidi, lakini angalia hapo katika shungi huyu, uh, ni Edna Lema ndo kocha huyo wa wow. Uh, Yanga Princess okay. Angalia alivyovaa unaweza mm -hmm. ukamsahau kabisa uh, na hata kuna mtu hapa anasema Edna Lema uh, vazi limempendeza kweli. Comment hapo ya ndugu yetu Omilafa alafu kuna mwingine huku juu Steve Pila anasema ila huyu aziziki. <laughs> Ni kweli ana mapenzi makubwa sana na Yanga yetu. Huyo mwingine kuna mwingine akasema Azizi Ki tokea amemuoa Hamisa, hili nalo ni dili la pilau hapa. Ilikuwa ni iftari; iftari atakutana na pilau, kaongezea madili ya misosi. Ni kweli <gay> <gay> <ko, ko>, ukioa <gay> <gay> Ali, mimi mimi na wewe nadhani tunajua hichi kitu yes, ukioa madili ya pilaupilau ya, ya pilau kama hizo e. tukiachana na, bayona na Adriano e. <laughs> madili kama hayo kweli yana, ya, of course kuna hadhi eh, fulani inaongezeka eh, kwa sababu nikuambia Mangasore mm. mm. yani watu wakishafahamu kwamba umeoa, mm. wakikualika wewe wanajua kwamba na nawe kuna siku utawalika ya, ya, sasa, sasa, unamwalika Adriano <laughs> kwamba njoo, utalipa vipi? yani futari yako unalipa vipi? hey. hmm.

kizuri zaidi ni kwamba maandalizi ambayo Azam TV wali tuliyafanya hapa mm. kwa maana ya kwamba ya kusherehesha ile fainali kati ya Liverpool dhidi ya Newcastle United, mchezo ambao kiukweli ulivuta hisia za wengi. Bila shaka mashabiki wa Liverpool sijui kama waliamka mapema ama waliamka wakiwa wame wame, wame wame wame wakiwa na, na, na, na hilo wasiwasi ama kutokuwa na raha, lakini kikubwa ni kwamba tulialika uh, hawa mabwana wawili Hmm. Evans Malia. Hmm, lakini pia huyu hapa JB amezoeleka msanii wa mwigizaji wa, wa filamu ama tamthilia pia amekuwa akifanya hivyo. Eh, bwana huu mwonekano muonekano ukiwatazama tu unahisi hawa watu wakati huta walikuwa katika hali gani, kwamba Newcastle ilikuwa inaongoza ama bado matokeo yalikuwa hayajawagusa Liverpool. Uliwahi kwenda hmm. Uliwahi kwenda kwenye kikao cha cha cha usuluhishi, ukiona mzee kasimama hivyo ujue mm, hiyo hiyo ndoa haiwezi kuendelea. <laughs> <laughs> alivyosimama Jacob Stephen JB na na, na Elias, uh, Maria Mm. Jinsi walivyosimama mm. Unajua kabisa kijana wao <laughs> alikuwa tayari kurudiana na, <laughs> na nikwambie tu nikwambie tu uh, Mangasole Edward na mtazamaji wa Viwanjani, hasa katika uh, segment hii ya Zilizobamba. Hii picha ilianza kusambaa mm. baada tu ya mechi uh, kuisha, mechi ilimalizika, wakati mechi inaendelea mm. yes. Picha imepigwa wakati mechi inaendelea yes, wakati mechi inaendelea. Hapo mambo sio mazuri, na ndio maana Baya vilikuwa vikalike viti vilikuwa a wale walipata goli lile la kupunguza mm. machungu katika zile dakika za nyongeza. Kazi kidogo, najua utatazama kwa undani zaidi. Yes, tutoke hapo, tuende katika posti nyingine, tuone nako kuna habari gani huko. Huyu ni Ahmed Ally, meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports. Ameposti baadhi ya wachezaji hao ya, wa timu yake ya Simba Sports, lakini nini amesema huko? Anasema sio kama tunajidai au tunaringa, hapana, ndio uhalisia. Simba Sports ndio timu inayoshiriki mashindano mengi zaidi. Jumla tunashiriki mashindano matatu, ligi ya NBC, kombe la CRDB Bank Federation Cup na kombe la Shirikisho Afrika. Hii ndio maana halisi ya kujenga timu, kila mtu ahesabu mashindano yake. Hayo ni maneno ya meneja <laughs> habari na mawasiliano. Mdakwa kasema hata Dodoma Jiji wanashiriki hayo mashindano. <laughs> <Wadashiriki>, <laughs> mm. la, uh, masema, masema si, wanashiriki hiyo kombe la Shirikisho mmm la Afrika. Sasa si hata Dodoma Jiji wanashiriki? Yes, amesema hapo lakini yeah. sasa je, ni kweli wanashiriki hayo mashindano eh, magasole Shirikisho la la hapa nchini washatoka Dodoma jijini. Sawa. Wapo kwenye ligi tu <laughs> yes, numaama, mbwa, a, a, a, a enda, kwa sasa. Sasa ndio maana naambia kila mtu ahesabu mashindano yake. Mashindano yake. Yeye anasema mashindano NBC, CRDB. Kas. Okay. Unafikiri huu jumba liko nenda wapi kwa Dodoma Jiji kweli? Sifa <laughs> sifa mrasi mkumelekezwa kwa nani? Sawa. Yes, mm. Twende katika ukurasa wa ligi kuu ama TPLB ama bodi ya ligi kuu Tanzania. Wenyewe wametuwekea Uh, stats, ama takwimu hizi hapa za assists, ama uh, wachezaji ambao walitoa pasi za mwisho ambazo mwisho zikazaa magoli na hapa uh, tunamwona wa kwanza kabisa ni Faisal Salum Faitoto wa Azam FC akiwa ametoa asisti uh, kumi na mbili anakuja Maxi Zengele wa Young Africans uh, Jean Chalet Ahwa uh, lakini pia na Azizi Ki uh, na Prince Dube hawa wote wakiwa na asisti Uh, saba saba kwa maana ya kwamba wakiwa wametoa pasi zile za mwisho zilizozaa magoli. Paco Mzuzua yeye ana sita na Joseph Fati Atha huyu wa Singida Black Stars nao wana sita. Wapo wengine, usije kauliza, mbona mchezaji wangu mimi simuone? Wapo wengine lakini, wameanzia kuwapo kwenye sita kuendelea mbele. Hayo ni mambo ya NBC Premier League. Yes. Tutoke hapo twende kwenye posti nyingine nako tuone. Bwana, uh, Atletico Madrid wamekuwa na wiki ngumu sana hmm. Bila shaka Sherif Bayona na Adrian James <laughs> anaweza kalithi, wanaweza wakathibitisha hilo. Walitolewa na Real Madrid ndugu zao kabisa jiji eh, moja kwenye UEFA Champions League, lakini jana bwana wakaruhusu magoli manne katika dakika ishirini za mwisho za mchezo wao dhidi ya Barcelona. Lakini sio hivyo tu, wameachwa pointi nne na vinara wa ligi Barcelona. Wakati huo vinara wa ligi hawa Barcelona wakiwa na mchezo mmoja mkononi, kwa sababu Atletico Madrid na Real Madrid wamekwisha cheza michezo 28 na alafu Barcelona ana michezo 27. Hiyo ni katika Uh, ligi kuu ya Hispania kwa maana ya uh, wengi comment hapo wamezungumza mm, kuhusiana na aina ya uchezaji wa Diego Simeone kupaki basi, mm, naambia hiki sasa mm, ndicho mm, ulichokuwa unastahili. <laughs> Mm, Yaani, au wana, wanaenda sawa mbio zao sawa na Liverpool <laughs> Yani, Liverpool ndani ya wiki moja yeah, ameondoshwa kwenye, kwe, kwenye mashindano mawili kwa hivyo mm, okay, yeah, wanaenda, wanaenda, wa, wanaenda, wanaenda sawa yani, wanaenda mbio zao ni sawa, lakini ni nyakati ngumu kidogo kwa mashabiki wa Atletico Madrid, lakini sio tu uh, kwa mashabiki la hata kocha uh. Hii hali sio nzuri kidogo. ingekuwa inatokea katika moja ya timu za Tanzania hapa mambo angekuwaje? Angeendelea kubaki? <laughs> Diego Simeone. Diego Simeone ame ame ame ame ipatia alama. Wewe ni nani sana wewe? Ali mufti. Basi tutoke hapo. Mm. Eh, tusiendeleze ukorofi. Twende tumalizie posti ya mwisho kabisa. Tuone oh. Eh, nako kuna kuna nini kwa sasa. Mwisho bila shaka ni hizo zilizobamba, zilizobamba eh? Yeah. Ah, basi mtozi, niamua tuishie hapo kwa hiyo yeah. Uh, tumefikia hapo kwenye yeah. Zilizobamba sio yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, lakini mbali na hapo nimeona uh, washindi wetu wawili amu... hapo bwana, nimeona mtozi bwana, nimeona mtozi bwana, hii ndio ya mwisho kabisa bwana, huyu ni Mohammed Dewji, rais rais, sasa hivi anatambulishwa kwamba ni rais wa Simba Sports Mm. Uh, sasa hivi lakini sio hivyo tu, huyu ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports. Sasa tuangalie kumbe, na yeye vidwa yaliomo yamo. Wachambuzi hapa tupo nao hapa, ujue kuna sehemu kidogo anguke, utaiona. Hebu hebu sana hapo, ni gorofani au? Ah, sasa angalia kinachofanya

<laughs> <kata. laughs> inatokea yani, <laughs> e, e, uh, <laughs> <inatukea. laughs> <laughs> unataka kupiga mpira unashangaa unakosa unaanguka, inatokea, sawa. Ni katika ujue ni michezo ambayo mara nyingi watu wanacheza mm. kujifurahisha au sisi tunacheza kukamia yani pale <laughs> matajiri wanapumzika. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni moja kati ya vitu ambavyo vinafurahisha yeah. Ni kweli hayo yeah. Yes, si. Ndio ambayo mimi niliyakusanya katika uh, Zilizobamba. Nikurejesha kijiti kwako Mangasole. Iftalini mm. mwaliko uh, mwezi bado ja uh, isha, ndio kwanza tunaelekea, tupo, tunaelekea tupo kama katikati hivi sasa ya yeah, mwezi tunaugawa. Uh, mwezi sababu zimekuwa nyingi lini? mm. uh, bado bado inawezekana kumi la mwisho, ili si ndio kumi la pili wakati mwanzo mnaongea sindo, mnisema mna, mna faida kwamba huyo asiwa kwake huyo, e, mtamwalika inshallah, lakini hata niletee karibu kwangu, e, karibu kwangu. Wewe upo kwenu, e, amna karibu kwangu, na niruhusu niondoke Mangasa eh? E, asante, asante ah, Ali uh, yeah. so, sasa hivi